Kuelekea mchezo wetu wa siku ya Jumatatu dhidi ya Coastal Union ambao utafanyika pale KMC Complex majira ya saa kumi kamili jioni, ninayo habari njema ya kuwajuza wanachama, mashabiki na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla hapa Tanzania. Uongozi wa klabu ya Young Africans chini ya rais wake Injinia Harris Said, kupitia programu maalum ambayo imetolewa na idara yetu ya ufundi umemuongeza kwenye benchi la ufundi kocha Edna Lema Almaruf Mourinho the special one. Tunafahamu kocha Edna Lema ni kocha anayefundisha timu yetu ya wanawake Yanga Princess, na sasa hivi ligi ya wanawake imesimama kwa kipindi cha mwezi mmoja, hivyo idara yetu ya ufundi kwa kuzingatia makocha wote ambao wanafundisha kwenye timu yetu namna na ya kuweza kuwa promote kuwajengea uzoefu zaidi, kupata uh, alignment ya pamoja ya mpira wa senior team kushuka mpaka timu nyingine za Young Africans, umemchukua kocha Edna Lema na ameingizwa kwenye programu maalum ya maandalizi ya mchezo huu dhidi ya Coastal Union. Kumbuka ni programu maalum ya mchezo mmoja tu ambayo kocha Edna Lema atashiriki pamoja na makocha wa senior team, kwa maana benchi la ufundi lote kuanzia maandalizi ya timu atashiriki kwenye press conference lakini pia atakuwepo kwenye benchi wakati Young Africans ikicheza na Coast Union kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC pale KMC Complex. Nichukue fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, tujitokeze kwa wingi uwanjani siku ya Jumatatu inshallah, kuja kumuunga mkono na kuunga mkono mawazo ya viongozi wetu kuhakikisha wanamjengea uwezo zaidi, wanampa Uzoefu zaidi kocha wetu Edna Lema ili akirudi kwenye timu yetu ya Yanga Princess awe na nondo zaidi za kuweza kuinua timu yetu. Tunao shauku kubwa kumwona the special one akisimama mbele ya profesa mpira hapa kwa mezuzwa, akisimama mbele ya, ya, ya, ya Stefana Ziziki, Babu Kaju, Shua Boy, kina Jonas Mkude, Dikson Jo baka na wachezaji wote akiwa anatoa maelekezo na yeye akichota ujuzi kutoka kwenye sehemu ya benchi letu kubwa la senior team. Takia laheri na tukutane KMC Complex.